Ukijua umekombolewa, ukijua wema uliotendewa, ukijua ndipo unatumika kwa furaha. Mfanyieni shangwe dunia yote na mtumikieni kwa furaha. Kumbuka amri kumi walitangaziwa baada ya kuvushwa bahari, na na hili la tohara, hii inafanywa baada ya kuvushwa mto, mto mkorofi. Maana yake ukikombolewa unatumika zaidi, na pia ukiwa yani utumishi wa kupenda. Ndio nilikuwa anatoaga ule mfano wakijana alikuwa hataki kuchana nywele mama yake anamhimiza, baba anamhimiza, achani nywele, anafanywa yote. Achani siku moja, mama akamuona kijana ameoga, amefasi nguo, amechana nywele, kila kitu. Mama anashangaa, kumetokea nini? Anakuja kuchunguza jirani, kumetokea wamehamia, familia ina mabinti wazuri. Pointi yangu ni kwamba kuona tu mabinti wazuri, akachana nywele. Hawajamwambia chana. Nini kinachoendelea hapa? Kupenda kuna nguvu. The motive behind. Mimi yani, kupenda kuna nguvu. Tumeshampenda Mungu. Ukiona mtu anabishia bishia amri za Mungu, hajampenda huyo. Mm -hmm. Asante. Asante. Ukimpenda Mungu lazima am, amri yake <laughs> <laughs> nywele za kiroho zitachana. Karibu sana kama una kitu cha kuongeza. <laughs> Ingine ambacho mimi nataka kukiongezea katika kutii amri kumi za Mungu ni namna ya kumsikiliza. Ametangaza baraka. Kwa wale wote wanaomtii Mungu katika Kumbukumbu la Torati ishirini na nane ya kwamba kila kitu ulicho nacho kitabarikiwa na kila kitu, kwa yule ambaye anamtii nani? Mungu. Lakini na akatangaza laana kwa wale wote ambao hawatamtii Mungu. Kwa hiyo katika kutunza sheria za Mungu, ni hakika na ni za kweli, na tunapaswa kuzifanya na kuzitii, kuziti kweli kweli.